Mchezaji <mile> wa timu taifa ya wanawake <inside> Twiga <to> Stars pamoja na klabu ya Al Nassr ya kule nchini Saudia Clara Luvanga kama ambavyo unamshuhudia, naye amekuja hapa kuishuhudia timu yake ya zamani Yanga Africa ndio iliyomtoa hii kwenye maisha ya futboli. Hapa akipata pata picha kama ambavyo unashuhudia, lakini pia akipata salamu kutoka kwa wachezaji wa wenzake <Ef> wa zamani, kwa maana wachezaji wa Yanga Princess <przewilías> kama ambavyo unashuhudia hivyo, Clara Luvanga naye ni miongoni mwa wahudhuriaji ambao wameushuhudia mchezo baina ya Yanga Princess pamoja na Mlandizi Queens ambao umetamatika kwa Yanga Princess kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Magoli ya kwake Argash pamoja na Jenin yamewafanya Yanga Africa, uh, kwa maana Yanga Princess kuibuka na ushindi wa magoli mawili uh, kwa sifuri katika mchezo wa wow, hivi leo kama ambavyo wanashuhudia hapa wachezaji pamoja na wadau na mashabiki ambao wamekuja hapa wakipata picha na mchezaji anacheza timu uh, ama taasisi moja na Cristiano Ronaldo. Wakati Cristiano Ronaldo anacheza Al Nassr ile ya wanaume, yeye anacheza Al Nassr ile ya wanawake. Kwa hiyo ukimwona huyu, ni sawasawa na umeiona taasisi anayoichezea Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, kwa maana CR7. Huyu anaitwa Clara Luvanga, yeye ni Mtanzania, nyota wa kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars kama ambavyo unamshuhudia hivi.